Kuanzisha miradi mbalimbali. Nne, chama kuibua miradi mbalimbali mbali, na kuweka mpango mkakati wa miaka mitano kati ya uwekezaji ili kuongeza mapato ya chama, tuongeze vitega uchumi ili viweze kuongeza mapato pindi ambapo biashara ya, ya kukopesha inasuasua. Tano, kujibu hoja za ukaguzi kwa wakati na kuwaita wakaguzi waje wakague ndani ya miezi miwili baada ya mwaka wa fedha kuisha. Sita, kuhudhuria na kuchangia mkutano wa saka ambao ni mkongamano la sako zote barani Afrika linalotarajiwa kufanyika Dar es Salaam mwaka 2026. Naomba muhudhurie tuweze kujifunza kwa watu wa nchi mbalimbali kutoka Afrika watakaokuja kuhudhuria. Saba, tume ya maendeleo ya ushirika inatarajia kuandaa mpango kabambe utakaoendelea utakaoendeleza mikakati ya usimamizi wa shughuli za ushirika Tanzania nzima. Hivyo tutaleta barua, tujitahidi kushiriki kwa hali na mali ili kuweza kufanikisha uandaji wa mpango kabambe huo utakaoonyesha mwelekeo wa shughuli za ushirika Tanzania, na watakia mafanikio mema. Na hata hivyo, amewaomba kuwa wakopaji katika SACCOS yao na kuacha kwenda kukopa katika taasisi nyingine, kwani mikopo ya nje ina changamoto zake na kukumbuka kujiwekea akiba.

Mbunge wa jimbo la Bukoba mkoani Kagera, Mheshimiwa Johnston Johansen Mutasingwa amewataka waandishi wa habari kutumia kalamu zao kuandika mambo ya ambayo yanayosaidia jamii lakini pia ambayo yatailinda jamii. Akizungumza na waandishi wa habari katika chakula cha mchana kilichofanyika katika ukumbi wa Santa Teresa uliopo manispaa ya Bukoba, alichoandalia waandishi wa habari kwa kuwashukuru kwa kazi waliofanya wakati wa kampeni, Mheshimiwa Mutasingwa amesema kuwa waandishi wa habari pia ni wasimamizi wa miradi inayotekelezwa kwa kuandika habari za mwendelezo kwa kila hatua ya mradi inavyotekelezwa. Mheshimiwa Mutasingwa ameongeza kwa kusema kuwa kalamu ya mwandishi wa habari inaweza kusababisha upepo kuwa mzuri ama kuwa mbaya. Hivyo amewataka kuwa makini na taarifa wanazozitoa kwa kulinda amani ya nchi. Kwa upande wake mstaiki meya wa manispaa ya Bukoba amesema kuwa lengo lilikuwa ni kukutana na kula chakula pamoja na kufahamiana, huku akiongeza kuwa nguvu ya habari ni kubwa na kuwataka kushirikiana katika kuhakikisha wanatumia kalamu zao kwa usahihi. Shinyanga. Watu wawili wa kitongoji cha Itwili, kijiji cha Old Shinyanga, ambao ni mama pamoja na mtoto wake wa kike Suzana Samueli mwenye umri wa miaka arobaini na moja pamoja na Happyness Peter mwenye umri wa miaka ishirini wamefariki dunia baada ya kufunikwa kifusi cha mchanga wakati wakichimba madini ya ujenzi aina ya kokoto katika eneo lisilo rasmi. Kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga SACP Janet Magomi amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kuongeza kuwa miili ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya Manispaa ya Shinyanga ikisubiri kukabidhiwa kwa familia kwa ajili ya maziko. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji bwana Doto Bwire ameeleza kuwa eneo la ajali ni hatarishi na kuwataka wananchi kutochimba mchanga au kokoto kwenye maeneo yasiyoruhusiwa kisheria. Manyara. Moto mkubwa umeteketeza sehemu ya hifadhi ya Mlima Hanang, uliopo wilaya ya Hanang mkoa mkoani Manyara na kusababisha uharibifu wa msitu na viumbe hai vilivyopo kwenye hifadhi ambapo chanzo cha moto huo mpaka sasa hakijajulikana. Huko juhudi za jeshi la zimamoto wilaya ya Hanang zikiendelea kwa kushirikiana na wananchi kuzima moto huo. Mhifadhi wa Wakala wa misitu Tanzania TFS hifadhi ya Mlima Hanang, Abubakari Mpapa, amesema moto huo umekuwa na athari katika ahari shughuli za hifadhi na kuongeza kuwa juhudi kubwa zinafanywa na jeshi la zimamoto ambao ndio watatoa taarifa rasmi za moto huo. Dar es Salaam. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Mheshimiwa Angela Kairuki amewataka watoa wa huduma za mawasiliano nchini kuhakikisha wanazingatia matumizi sahihi ya miundombinu na rasilimali zilizopo ili kusaidia katika kuboresha huduma za mawasiliano nchini hususan katika maeneo ya vijijini waziri kairuki ameyasema hayo jijini dar es salaam wakati wa hafla ya utiaji saini wa mikataba ya kufikisha huduma za mawasiliano ya simu vijijini awamu ya kumi kati ya yuksaf na watoa huduma za mawasiliano nchini wenye thamani ya shilingi bilioni kumi na tisa pointi saba kwa upande wake mtendaji mkuu wa mfuko wa mawasiliano kwa wote yuksaf mhandisi Peter Mwasalianda amesema mapema mwezi mei mwaka huu mfuko uliingia makubaliano ya ujenzi wa minara 758 ambapo mpaka sasa jumla ya minara 743 imekamilika huku minara kumi na tano iliyosalia ikitarajiwa kukamilika kufikia Desemba elfu mbili ishirini na tano. Kwa upande wa baadhi ya watu wa huduma za mawasiliano nchini, akiwemo mkurugenzi mtendaji wa Airtel Tanzania Chazikamoto pamoja na afisa mtendaji mkuu kutoka Vodacom Philip Besimire wameeleza namna watakavyoshirikiana na serikali katika kuboresha huduma bora za uhakika na za kisasa kwa Watanzania ili kuhakikisha kwamba jamii za mjini na vijijini zinaendelea kunufaika na upanuzi wa mtandao ikiwa ni moja ya mafanikio makubwa katika kuimarisha miundombinu ya kidijitali nchini. Dar es Salaam. Serikali ya Tanzania imeeleza kuwa imepokea na kuyazingatia matamko ya umma yaliyotolewa nyakati mbalimbali na wadau wa maendeleo na nchi rafiki za Ubelgiji, Canada, Denmark, ujumbe wa Umoja wa Ulaya, Finland, Ufaransa, Ghana, Ujerumani, Ireland, Italia, Uholanzi, Norway, Poland, Slovakia, Hispania, Uswizi, Sweden Ufalme wa Muungano yaani Uingereza, Baraza la Haki za Binadamu na Umoja wa Mataifa, Marekani na taasisi ya Thabo Mbeki kuhusu Tanzania na matukio yaliyojitokeza siku ya uchaguzi ya tarehe 29 Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Tanzania imebainishwa kusikitishwa na yaliyomo katika taarifa hizo, licha ya mazungumzo ya wazi kati ya waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki na wajumbe wa kikosi cha wanadiplomasia kilichoidhinisha kuwa Tanzania, ambapo mkutano huo ulifanyika tarehe 28 Novemba elfu mbili na ishirini na tano pamoja na kutambua mchango wa jumuiya ya kimataifa katika kukuza demokrasia na maendeleo ya kijamii na kisiasa nchini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Redio Jamii Fadeco. Na sasa ni habari za kimataifa. Kongo, siku moja baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya Kinshasa na Kigali nchini Marekani, mapigano mengine yameendelea kurindima mwashariki mwa DRC ambapo milipuko kadhaa ilisikika katika nchi na maeneo ya kati ya Bukavu na Uvira katika jimbo la Kivu Kusini. Kulingana na ripoti za Umoja wa Mataifa hasa katika mkoa wa Kivu Kusini, mvutano wa usalama unaendelea kuongezeka huko Kiziba na uwanda wa Mto Ruzizi kati ya AFC M23 inayoungwa mkono na Rwanda na jeshi la Kongo linaloungwa mkono na wanamgambo na wazalendo wa jeshi la Burundi. Mapigano mengine pia yameripotiwa mbali kidogo magharibi kwenye vilima vinavyoelekea kijiji cha Kiziba katika eneo la Walungu ambapo wakazi wengi waliokuwa wamejificha katika nyumba zao tangu katikati ya wiki hii wamehama. Pakistan. Mapigano mapya yaliyosababisha vifo yameripotiwa mpakani karibu na mji wa Spin Boldak, huku Pakistan na Taliban kila upande ukilaumu mwingine kwa kuvunja makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Wakazi wa Spin Boldak walikimbia usiku kucha na taarifa kutoka hospitali ya Kandahari zinaonyesha kupokea miili ya watu wanne wakati Pakistan imeripoti majeruhi ya watu watatu. Taliban imekuwa ikituhumu Pakistan kwa mashambulizi ya anga ndani ya madai ambayo Pakistan imeyakanusha. Na pande zote mbili zimethibitisha kurushiana risasi kwa takriban masaa manne. Msemaji wa waziri mkuu wa Pakistan alisema kuwa Taliban ilianza mashambulizi bila sababu na jeshi la Pakistan lilianza kujibu vikali, huku Taliban nayo na imekanusha madai hayo, ikisema Pakistan ndiyo ilianzisha mashambulizi na hivyo kulazimika kujitetea. Licha ya usitishaji huo, uhamasa bado uko juu. Pakistan inautuhumu Taliban kwa kuwahifadhi wapiganaji wanaoishambulia ndani ya mipaka yake. Madai ambayo Taliban imeyakanusha ikisema kuwa Pakistan inatafuta kisingizio cha kushindwa kwake kiusalama. Wiki iliyopita duru ya nne ya mazungumzo ilifanyika Saudi Arabia bila makubaliano mapya, ingawa vyanzo vinasema pande zote mbili zilikubaliana kuendelea kuheshimu usitishaji wa mapigano. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa Redio Jamii Fadeco, hu tena ni muhtasari wake. Mkurugenzi wa shule ya msingi ya kiingereza Bohari Mchungaji Dionizi Kalwani amewataka wazazi na walezi kukumbuka wajibu wao kwa kuwatunza na kuwalea watoto ili kuweza kutimiza ndoto zao. Mbunge Koba, Kagera, wa jimbo la Bukoba mkoani Kagera Mheshimiwa Johnston Johansen Mutasingwa amewataka waandishi wa habari kutumia kalamu zao kuandika mambo yanayosaidia jamii, lakini pia ambayo yatailinda jamii. Watu wawili wa kitongoji cha Itwili, kijiji cha Old Shinyanga, ambao ni mama na mtoto wake wa kike Suzana Samweli mwenye umri wa miaka arobaini na moja na Happiness Peter mwenye umri wa miaka ishirini wamefariki dunia baada ya kufukiwa na kifusi cha mchanga wakati wakichimba madini ya ujenzi aina ya kokoto katika eneo lisilo rasmi. Na katika habari za kimataifa. Mapigano mapya yaliyosababisha vifo yameripotiwa mpakani karibu na mji wa Spin Boldak, huku Pakistan na Taliban kila upande ukilaumu mwingine kwa kuvunja makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Redio Jamii Fadeco.